Yes, hello mwanamichezo wa Sawasawa Digital, hope uko poa kabisa na e, unaendelea kutufuatilia hasa katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini pia niko na stori ya Jumatano hii. Tunajua kabisa Inter Milan wanaweza kuingia e, katika mchezo wa marudiano wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya, wakiwa na uongozi wa mabao mawili dhidi ya moja dhidi ya Bayern Munich mara baada ya ushindi wa kusisimua katika mechi ya kwanza ambayo ilichezwa huko e, Ujerumani. Mchezo huu e, bwana, utakuwa ni live kabisa siku ya Jumatano siku su eh, bana eh, sasa kupitia eh, eh, kupitia mitandao tofauti tofauti kumekuwa kuna habari nyingi sana ambazo zinakuwa zinaendelea kutokea lakini sasa eh, David David Valtes alifungua, alifunga bao la ushindi e, katika dakika za mwisho kabisa kwa Inter Milan mara baada ya Bayern e, kuweza e, kuwasawazisha e, kupitia e, Thomas Muller. Sasa ushindi huo umeongeza rekodi ya kuweza kuto kupoteza kwa Inter Milan hadi mechi 12 kati ya mashindano yote ambayo amekuwa amekwisha kuyafanya na pia hawajapoteza mechi yoyote katika michezo 14 ya Ligi ya Mabingwa waliocheza nyumbani. Bana, Inter Milan wamekuwa wamewaka sana kwa kipindi hiki. Sasa Inter sasa hivi wana nafasi nzuri ya kuweza kufuzu fainali ambapo wanaweza kukutana na Barcelona, lakini huku wakisaka mataji matatu e, ni noma sana. Kwa mataji matatu kuweza kusaka ni sana, kama walivyofanya msimu wa kihistoria wa mwaka 2009 2010. Kihistoria Inter, Inter Milan wameweza kufanikiwa kusonga mbele kwenye hatua ya mtoano ya ligi kuu mabingwa e, katika eh, makundi 21 kati ya 23 ya yaliyoshinda mechi za kwanza. Sasa, licha ya Ugenini dhidi ya Inter Milan, e, wameshinda mechi zote nne za awali bila kuruhusu bao. Safari hii wanakabiliwa na kazi ngumu, ngumu, ngumu mno katika, e, mikutano yao, min, e, katika mikutano yao minane ya mwisho ambapo waliweza kupoteza mechi ya kwanza lakini pia wameshinda e, mara moja pekee dhidi ya Lazio, msimu uliopita. Ni noma sana. So mchezo wa, wa maridhiano e, una, unaweza kupigwa San Siro. Utakuwa ni muhimu sana si tu kwa ndoto za Ulaya bali, kwa kocha wa Bayern Vincent Kampeni ambaye pia anataka kulichukua taji hilo ambaye yuko chini ya shinikizo baada ya sare ya hivi karibuni dhidi ya Dortmund, na kipigo chao cha kwanza nyumbani Ulaya baada ya miaka minne. So nini kitatokea mara baada ya mechi hiyo Jumatano kuweza kuchezwa, mimi na wewe hatujui. Tukae kwenye TV zetu tuangalie mechi hiyo, lakini pia mara baada ya mechi hiyo kuchezeka, matokeo yote utayapata hapa hapa ndani ya sawa sawa digital to follow, lakini pia to subscribe, ili uwe wa kwanza kuweza kupata taarifa hizi ambavyo zinakuwa zinajitokeza kwa muda na wakati. And, and my name